Wengi tumechagua inspirational motivation verses kwenye Bible ambazo zinatumotiveti ambazo zinatupa ahadi promises words, utakuwa kichwa au utakuwa mkia, nitakubariki, uingi hapo kiutokapo kishambani, kijijini. hayo taku... ndo maneno ambayo yamekuwa ya, ya kisaikuleti kwa watu wengi, injili ambayo imekuwa kisaikuleti kila siku. Tumesahau wajibu ambao tunatakiwa tufanya. Maana anayajua mawazo yenu mbele yake, anasema mtanitafuta kwa bidii mtaniona. Sawa, kuna kitu ambacho Mungu anakupa ufanye. Covenant kati ya Mungu na mwanadamu, agano lina uwajibu wa wewe kufanya na kuna pati ya Mungu kufanya, lakini wengi tumechagua kushika ahadi za Mungu na kutembea na ahadi za Mungu bila kujua, sisi wajibu wetu tufanye nini. Mungu anataka utimize wajibu wako na yeye atimize wajibu wako. Kati ya vitu ambayo ni very simple na ni vizuri kwenye mkataba kati ya Mungu na mwanadamu, Mungu anamwezesha mwanadamu kutekeleza mkataba ambao wameweka pamoja.